Raia hao wawili wa China, Xu Fujie na Huang Gin, wanatetewa na wakili Edward Chuwa na Nehemia Nkoko, walihukumiwa kifungo hicho na hakimu mfawidhi Cyprian Mkeha akisoma hukumu hiyo. Mheshimiwa Mkeha amesema mahakama imejiridhisha na ushahidi uliotolewa na mashahidi tisa wa upande wa mashtaka pamoja na watetezi wao na hivyo kuwakuta washtakiwa hao na makosa kadhaa. Hakimu akaongeza kuwa kwa kuzingatia hali halisi ya kesi, ushahidi na hasara ambayo taifa imeipata kutokana na tembo 226 kuuawa, ni wazi kuwa raia wa China wanatakiwa kupatiwa adhabu kama hiyo. Hakimu Mkeha amesema ametoa adhabu hiyo pia kwa kuzingatia uzito wa maombi ya mawakili wa serikali Faraja Nchimbi, Paulo Kadushi na Wankio Simoni na maombi ya utetezi kuwa wapunguziwe adhabu. Kabla ya hukumu hiyo mawakili wa serikali Nchimbi aliomba mahakama iwapatie adhabu kali washitakiwao kwa kuwa kati ya kipindi cha mwaka elfu mbili na kumi na na Desemba elfu mbili na kumi na tatu hapa nchini jumla ya tembo mia nane tisini na mbili waliuawa. Alidai kuwa washitakiwao waliingia nchini mwaka elfu mbili na kumi hadi Novemba elfu mbili na kumi na tatu walipokamatwa kwa makosa hayo na kuwepo rumande, matukio ya mauaji ya tembo yalipungua. Nchimbi alibainisha kuwa washtakiwa waliua robo ya tembo wanaouawa hapa nchini na kwamba kutokana na wingi wa nyara walizokutwa nazo inaonekana wazi ni miongoni mwa vinara wakubwa wawezeshaji na wahusika wa shughuli za ujangili zinazoendelea hapa nchini. Novemba 2 mwaka 2013, katika mtaa Kifaru, Mikocheni, Kinondoni, washtakiwa hao wanadaiwa kukamatwa wakiwa na nyara hizo za serikali ambazo ni vipande 706 vya meno ya tembo vyenye uzito wa kilogramu 1880 wakiwa na vimiliki bila wakiwa na kibali kutoka kwa mkurugenzi wa wanyamapori. Ni katika mahakama ya kimu mkazi Kisutu hapa jijini Dar es Salaam ambapo raia wa China wamehukumiwa kwa kukutwa na pembe za ndovu. Nikiripoti kutoka Kisutu jijini Dar es Salaam. Mimi ni Godfrey Monyo wa ITV.